Ha, mtazamaji na mfuatiliaji wa channel ya Feaboy, karibu tena katika channel yetu kwa update zote kuhusu ajira, elimu pamoja na mbinu mbalimbali za kuweza kutengeneza pesa kupitia simu yako ya mkononi. Hii ni halmashauri ya jiji la Mwanza, jimbo la Nyamagana, kuitwa kwenye usaili wasimamizi wa vituo wa vya kupigia kura na wasimamizi wasaidizi wa vituo wa wa vya kupigia kura. Usaili huu utafanyika siku ya tarehe 11 mwezi wa kumi 2025 katika shule ya sekondari Ngaza, kuanzia saa tatu hadi saa tisa alasiri kwa kundi A, B, C na D. Kundi A muda ni saa tatu asubuhi hadi saa nne asubuhi, jina ni kama jinsi yanavyoonekana haya majina ya watu wa kundi A Tarehe 11. Zingatia muda wa kufanya usaili na tarehe ya kufanya usaili pamoja na mahali pa kufanyia usaili, hicho ndo kitu ambacho kitaweza kukusaidia wewe. Kwa hiyo unachotakiwa kufanya ni kuweza kuipata PDF hii, utaipata katika grupu letu la WhatsApp, linki ipo katika description ya video hii. Hii ni jimbo la Nyamagana, mkoa wa Mwanza au halmashauri ya Mwanza, jimbo la Nyamagana, majina walioitwa kwenye usaili kusimamia vituo vya kupigia kura. Na kama wewe ni mara yako ya kwanza kuiona channel hii ya Feaboy, tafadhali bonyeza neno subscribe, like video hii, share video hii na wengine, ili waweze kupata taarifa hii kwa wakati na waweze kufahamu usaili huu utafanyika lini na utafanyika wapi. Kundi B, muda ni saa nne na nusu asubuhi hadi saa tano dakika hamsini asubuhi. Majina ni kama jinsi yanavyoonekana hapo, na haya ni majina ya walioitwa kwenye usaili vituo vya kupigia kura vituo kusimamia vituo vya kupigia kura. Kuna majina mengi sana, majina ni mengi sana, siwezi kuyasoma wala kuonyesha. Kuna majina zaidi ya elfu tano walioitwa kwenye usaili jimbo la Nyamagana. Aa, mimi nikutakie kila kila la heri kwa wewe ambao umeitwa, zingatia taratibu na kanuni, lakini hakikisha unaenda na kitambulisho chako kiwe cha taifa, cha kura, pasi ya kusafiria au barua ya utambulisho kutoka serikali za mitaa. Asante na karibu.